All the way from Kenya to Tanzania kwa mwandishi msomi, leo ni siku nzuri, ni siku ya Jumamosi ya, ya tarehe saba ya mwezi wa sita mwaka 2025 na anakwambia na kuhitaji bwana si mwingine, ni anaitwa Erick Muere. Twende kwa wingi tukasubscribe, tuka like, tuka comment kwa wingi sana tuka view kwa wingi sana, kwa fujo sana, kwa mtumishi wa Mungu, miongoni mwa mwimbaji ambaye anafanya vizuri sana katika ardhi ya, ya, ya Kenya. Ni kwambie tu ya kwamba mambo yako kwa vizuri sana sana sana. Ni, ni saa kumi kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Enjoy na wimbo bora sana huu wa mtumishi wa Mungu. Mungu anazidi kumwonyeshea makubwa kutoka pale nchini Kenya.